Sana sisi, Tanzania. Gawa yetu moja, tumeshikilia. Heri tujiulize bila kudhania, mambo gani sana, sisi Tanzania. Ngao yetu moja, tumeshikilia. Mwenyezi Mungu wajalie watoto wake na wajukuu wake wawe ni wema katika dunia hii. Mwenyezi Mungu uwaongoze vema na uwape kila kilichokuwa cha heri. Mwenyezi Mungu, sisi tuliokusanyika hapa tunakuomba utulinde utukinge na adhabu, utukinge na fitina. Mwenyezi Mungu, wale wale wote waliotiania ndani ya Chama cha Mapinduzi, basi Mwenyezi Mungu uwape kheri na fanaka katika maisha. mm -hmm. na utujalie kila lilokuwa la kheri, utuepushe na fitina, utuepushe na chari, utuepushe mm -hmm. na chuki mm -hmm. lakini utujalie riziki zilizokuwa za halali mm -hmm. bi rahmatika ya arhamar rahimin, subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun, wa salamun, alhamdulillahi rabbil alamin E Mungu, twakuomba ubariki kaburi hili, umweke malaika wako mtakatifu alilinde. Sisi ambao tuko hapa, ndugu yetu, mtumishi wetu Mwalimu Julius Kambaraga aliyelala katika kaburi hii, roho yake ifurahi kwako kwa mbinguni, pamoja na watakatifu wako bila mwisho. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu Amin. Kwa jina la Baba la Mwana na Roho Mtakatifu hata ukabila